Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Alhaj Nuhu Mruma, Katibu Mkuu Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Leo eh, siku ya tarehe ishirini na eh, nane tuko katika maandalizi ya mwisho eh, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, kwa ajili ya kuwaaga mahujaji wetu amsh, ambao wanatarajiwa kuondoka siku ya kesho kuelekea eh, Makka kwa ajili ya kuanza ibada yao ya Hijja ya mwaka huu. Maandalizi yamekamilika, lakini mahujaji wote wamepata semina vizuri sana, namna ya kutekeleza ibada hiyo, lakini viongozi wetu pia wamejipanga kwa ajili ya kuwasimamia katika shughuli zao kule e, katika ibada hii kubwa zaidi. Tumewaasa kufika kule wapate masharti yote na wapate maelekezo ya semina na viongozi wao kama walivyoelekeza, ili waweze kutimiza nguzo yao muhimu ya ya, ya, ya Hijja na lakini pia tumewaasa kwa dua muhimu sana kwa ajili yao, kwa ajili ya familia zao, muhimu sana kwa ajili ya nchi yao pia. Lakini tunatambua kwamba nchi yetu sasa inaingia kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu pia, tunaomba waombe sana viongozi wetu e, na nchi yetu ingie katika salama na amani, tumeweza uchaguzi mkuu ukiwa salama na amani, na pia tuombe heri na baraka nchi yetu, ili tuweze kuendelea kuwa kisiwa cha amani na kuidumisha amani ya nchi yetu, ili tuweze kufanya ibada zetu kwa usalama na kuepuka yale ambayo yanawapata wenzetu katika nchi zao, ambayo yanawafanya usikulie na kusulia katika ibada zao vizuri. Hayo machache na washukuru sana, na sisi tuliobaki basi tuendelea kuwaombea dua ili waweze kutimiza ibada zao salama na amani. Shukran.